Gavana Guyo avunja kimya chake kuhusiana na notisi ya kumuondoa madarakani iliyowasilishwa bungeni Isiolo. Gavana wa gatuzi la Isiolo Abdi Ibrahim Hassan amevunja kimya chake kufuatia notisi ya kumng'atua madarakani iliyowasilishwa katika bunge la kaunti ya Isiolo na mwakilishi wadi ya Sericho Abubakar Godana. Akiwahutubia wafuasi wake nje ya majengo ya bunge la gatuzi la Isiolo, gavana Guyo amesema kwamba Rais William Ruto haungi mkono hatua ya kung'atuliwa kunga kwake madarakani ilivyokuwa ikidaiwa. <coughs> Kwa upande wake mwakilishi wadi ya Garbatulla Abdirashid Ali amewataka wakazi wa Isiolo kuwa watulivu na kudumisha amani wakisubiri uamuzi wa, muze, wa mahakama. Sasa, ile kitu tunakubaliana sahi, tusifanye vurugu. Kabisa. Hii team ambayo iko hapa ni team ambayo inataka amani. Tuchungane kama ndugu, tusimame pamoja,

E, kazi imefanyika tarehe kumi hii wiki, so impeachment ni legality. Hatuwezi kutatua shida yetu, kwani ni lazima tuambiwe tuko na shida hapa <coughs> <coughs> na <coughs> sisi kijana wetu <coughs> <coughs> Naye mwakilishi wadi ya Kinna Abdinoor Dima Jillo amesema sheria haikufuatwa katika mchakato wa kumbandua gavana afisini kwani hakupokea notisi ya kuja bungeni Isiolo kujitetea. Ila kufuata sheria yoyote ile, mambo imepangwa huko nje kuletwa kwa nyumba iko mzee pamoja na wazee wengine wenzangu waheshimiwa. Ai, tukasema jamani, bila kuwasiliana na watu ya Isiolo hii mambo isimamishwe. Mpaka siku ya leo, mpaka siku ya leo, His Excellency the governor ajapewa hiyo notisi ya kuonyesha, ambaye kwa sheria angepewa na

Naam, imekuwa ni hotuba yake gavana wa gatuzi hili la Isiolo ambaye ameweza kuvunja kimya chake. Hii ni baada ya waakilishi wadi kuwasilisha notisi ya kumng'atua madarakani. Sasa macho yote yanaelekezwa kwa waakilishi wadi hao, ambapo gavana ameweza kusema kwamba wanatumika kisiasa, bali si kwa manufaa ya wakazi wa gatuzi hili la Isiolo. Nikiripotia runinga ya Waso kutoka papa hapa majengo ya bunge la kaunti Isiolo. Langu jina ni Hussein Murangiri Guyo, runinga ya Waso, ya kujuza na kukuburudisha.